Tanzania imeamua kuwa kinara katika sekta hii ya vipimo, jukumu la taasisi yetu katika kumlinda mlaji Tanzania ili apate thamani ya fedha zake kulingana na vipimo halisi, kuweka mazingira bora ya biashara Tanzania. Mazingira bora ya biashara ni pamoja na kujenga imani ya mlaji. Imani ya mlaji ni vipimo sahihi vya bidhaa kulingana na thamani ya fedha anayotumia na kwenye jambo hili vimetoa maelekezo kwa watendaji na wafanyakazi wa wakala wa vipimo kushiriki kikamilifu katika kulinda imani ya Watanzania kwa serikali yao katika kuhakikisha kwamba wanasimamia vipimo katika bidhaa na huduma zote ili zifanane na thamani ya fedha ya Mtanzania. Kuna kazi kubwa ya utekelezaji wa dira ya ishirini na tano na hamsini ambayo inazungumzia uchumi shindani himilivu na jumuishi. Uzo hizo tatu za bila zinategemea sana imani ya wananchi kwenye bidhaa, lakini inategemea sana sekta binafsi katika ushiriki wa uzalishaji mali. Sisi kama Wizara ya Viwanda na Biashara tumejipanga na taasisi zetu ikiwemo Wakala ya Vipimo kuhakikisha kwamba tunajenga na kulinda imani ya mradi mazingira rafiki ya biashara. Amesisitiza sana tuendelee kufanya kazi za ukaguzi na uhakiki wa vipimo. Mlaji lazima alinde, ili kuhakikisha anapata bidhaa au huduma kulingana na thamani ya fedha ambayo ametoa. Kwa hiyo tualizingatia, tutaongeza wigo wa utoaji huduma, lakini pia tunawakaribisha wananchi katika ofisi zetu ambazo ziko katika mikoa yote ya Tanzania bara, pale anapohisi kwamba huduma au kipimo alichopewa sio sahihi, basi atupe taarifa ili tuweze kumsaidia kutatua changamoto ambayo imepata. Kwenye siku hizi mia moja tulifanikiwa kusaini makubaliano na wenzetu wa wakala wa vipimo Zambia. Ni fursa kwa vijana vijana, hasahasa wanaomaliza kwenye fani ya vipimo. Wasiogope, waende nchini Zambia. Tumeshafungua milango, tumeshaingia makubaliano, waende kule wakafanye kazi zinazohusiana na, na masuala mazima ya vipimo kuchukua fursa zile za kufanya kazi za uhakiki wa vipimo mbalimbali, ambapo wapa Tanzania tunaifanya, lakini kule Zambia haifai.